Ah. Mm. Mm. Hi guys, mabutu madiko, leo nimekuja kuwaonesha kazi mbalimbali mbali za kiungo chetu pendwa cha Royco. Kwa kweli ni kiungo ambacho kiko very very versatile. Najua wengi wenu mmezoea kukiona sijui kwenye maharage, mboga za majani. Kitu ambacho wengi wenu wamfahamu ni kwamba Sotojo cube jamani, inabamba kwenye marination, ngoja nikuoneshe hapa kama mnavyoona, nina kilo nzima ya mapaja ya kuku aka drumsticks. Nimeshazisafisha, nimeziwekea na mikato kidogo, ili viungo viingie mpaka ndani. Tena kuandaa mayonnaise kwenye bakuli, kisha tutaweka viungo tuende kupika. Kwanza kabisa, tutaanza kwa kuvunjia vunjia Sotojo cube mbili, kwa sababu Sotojo cube moja inatosha nusu kilo ya maharage wanasema kwa, na mimi nimepima hivyo hivyo kwenye nyama. Baada ya kuweka Sotojo cube hapa, nina lemon and herb, nayo ni ya unga kitunguu maji kilichokaushwa, onion powder, pilipili mtama nyeupe, white pepper, kitunguu saumu kilichokaushwa, garlic powder, MSG ajinomoto kijiko cha chai. Tumemaliza hapo, tutaenda kukoroga, na ili kutengeneza paste tutaweka mafuta kidogo, takoroga lichanganya mafuta na viungo mpaka tupate paste flani hivi nzito. Kwa hiyo baada ya kuchanganya marinade yetu, moja kwa moja tutakuja kwenye zoezi la kuweka mapaja yetu ndani ya marinade. Masaa yetu matatu yameshapita, muda wa kupika umefika. Nitaweka kwenye parchment alafu foil alafu tutapika kwenye air fryer. Kwa sababu air fryer yangu ina compartment mbili nitagawa izipo into two portions. Baada ya kuweka kama hivyo, nafunika kwanza compartment na foil. Mapaja yameshaingia ndani ya air fryer, tutapika kwa moto wa nyuzi joto mia themanini kwa nusu saa. Dakika thelathini zimesha kuisha, air fryer nzima tunaenda kufunua mapaja yetu, na tutayapika kwa dakika tano za mwisho kwa moto wa nyuzi joto mia mbili Dakika zetu tano za mwisho zimekuisha, kata tumeivisha. Ngoja niwaonyeshe mapaja yanavyofanana. Mmeona karangi yako, mmeona ambavyo kuku anapendeza, kitu cha golden brown crispy. Siongee sana, muda wa kuonja umefika. It's hot